ya rangi nambari moja Afrika Mashariki na kati. Kuna sababu, uh, kwa sababu wanapenda sana kupendezesha mali uliyonayo wewe hapo, iwe, mali aina ya gari iwe ni nyumba nje na ndani, lakini pia hata samani, eh, samani au sio? ule wa ndani unaitwa Plascon Wood Care Interior Interior. Kwa hiyo angalia vizuri sana imeandikwa ni nini kabla hujanunua kasi. Mbona kama ah, ah unangojea kwanza hii interior usitumie nje. Eh, vizuri sana. Sio kitu kila siku inanyeshea, unasema ah, hii kitu haikae. No no no no no no no. Plascon Wood Care Interior ipo kwa ajili yako. Plascon Colour Your World.